Akamwambia Esta, kuna watu wanataka kumuua mfalme, mume wako atauawa, kwa hiyo haraka nenda, kuna njama zimepangwa, kuna watu wanataka kumuua mfalme. Esta akakimbia kwa mume wake ambaye ni mfalme, akamwambia, baba, kuna watu wanataka kukuua habari zile zikaundwa, tume ya uchunguzi juu ya jambo lile. Walipochunguza, Biblia inasema ikadhibitika, ya kwamba ni kweli, wale watu wawili wamepanga njama za kumua mfalme. Habari zile zilipomalizika, zikaandikwa kwenye kitabu cha mfalme. Sema amina. Kitu cha ajabu, siku zilizofuata ningetegemea Modekai angepandishwa cheo, ningetegemea atakayepandishwa cheo angekuwa Modekai. Cha ajabu, anayepandishwa cheo ni Hamani. Si kama umeona hicho kitu? Si kuna, kuna kitu umeona? Bwana asifiwe. Mlango wa pili unapoishia unaishia na taarifa za kwamba habari wema wa Modekai, matendo mema ya Modekai yameandikwa kwenye kitabu cha mfalme. Tulichotegemea mlango wa tatu, baada ya mfalme kuokolewa na Modekai, nilichotegemea nini? Wakati nasoma ningekuta ya kwamba wangesema Modekai akapandishwa cheo, lakini cha ajabu Cheki ulimwengu wa roho unavyobadilisha mambo. Aliyepandishwa cheo ni Hamani. Angalia kilichofuata baada ya kupandishwa cheo, kinachoendelea ni ubaya juu ya Wayahudi unaingia pale. Lakini nafasi hii ilikuwa ni nafasi ya Modekai kwa sababu ya wema aliyofanya. Unasema mtumishi, unajuaje? Tusome kitabu cha Esther mlango wake wa nane mstari wa pili tuhakikishe kweli nafasi ilikuwa ya Hamani au ya Mordekai. Tutahakikisha twende, soma katika jina la Yesu, mstari wa pili. nane, mstari wa pili. Nane mstari wa pili, kitabu ni cha Esther. Twende ba basi mfalme akalivua pete yake, basi mfalme akavua pete yake aliyompokonya Hamani, aliyompokonya Hamani akampa Mordekai, akampa Mordekai, naye Esta akamweka Mordekai kuwa juu ya mlango wa Hamani. Ati unasema Esta akamweka Mordekai kuwa juu ya mlango wake Hamani. Kwa hiyo nafasi aliyonayo Hamani haikuwa ya kwake. Kuna mtu amenielewa hapo? nafasi alionayo Hamani haikuwa ya kwake. Unasema mtumishi, unaipata wapi? nachukua kutoka kitabu kile cha Esta mlango wa tatu mlango wa pili aliyefanya wema ni Mordekai. Mlango wa tatu anayepandishwa cheo ni Hamani. Baada ya anguko la nyumba ya Hamani, nafasi ya Mordekai inarudi. Kuna mtu amenielewa? baada ya anguko la Hamani, alipouawa, nafasi iliyoporwa kwenye mlango wa tatu inakuja kurudi mlango wa nane, kama tumeelewana. Bwana asifiwe. Ngoja nikusaidie kitu. kati ya vitu vinavyoleta matokeo mabaya, maadui wanachofanya ni kukusa, kumusa, kusahaulisha matendo yako mema, bidii yako, wema wako ulioutenda unasahaulishwa. Ukienda ofisini, kwa wale wanaofanya kazi ofisini, unakuwa na bidii kubwa, unakuwa na kazi nzuri, kazi yako nzuri inafunikwa, wanaopandishwa daraja ni watu wengine. Wema wako, bidii yako imefunikwa. Na kinachokupandisha ni kinachokupandisha, mmojawapo ni kazi yako unayotenda, wema wako unaotenda Wanafunika alafu wanaopanda ni watu wengine. Umesema mtumishi, umepata wapi? Juzi nilisoma kwenye Mhubiri mlango wa kumi mstari wake wa saba, Sulemani katika hekima yake anasema nimeona baa la ajabu duniani, watumwa wamepanda farasi, sawa sawa, eh? wafalme wanaenda kwa miguu. Mangalie mwenzako, mwambie umebadilishiwa maisha, mwambie umebadilishiwa maisha matendo yako yanafunikwa, wema wako unafunikwa. Ngoja nikae hapo kidogo. Bwana asifiwe. Hujawahi kusikia watu wakilalamika, mtumishi, yani yani sijui ndugu zangu niwafanyie nini? Ninajaribu kufanya kila namna lakini hawaoni. Kila siku unatajwa kwa mambo mabaya, wema wako hauonekani. Kuna mtu tumeelewana sio? unasaidia, wanaosifiwa ni wale wasiosaidia, wanaotajwa habari zao ni wasiosaidia. Unapambana kwa kila namna, lakini wema wako na vitu vyote unavyofanya havionekani. Alafu tukirudi kwa wapendwa, unajua kusema haya, shukrani ya punda mateke, unajifariji kwa maneno hayo Bwana anajua jamani, acha tu, mimi nimefanya kwa ajili ya nani? Mordekai angesema jamani, hamna shida, mimi nimefanya tu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Kumbe kuna Hamani amekalia nafasi yake. Na wengi ndio hivyo, unafanya, unapambana, unapambana. Wengi nimekutana nao, mtumishi, mume wangu nimemfanyia kila wema, lakini haoni, lakini haoni Akija kila siku jioni, yeye ni kulalamika na kunungunika na kulaumu. Wema, wema wote naofanya hao ni mama, sio wewe. Wajanja, angalia, umepambana, mume wako umepambana, mpaka mmefanya maendeleo kidogo sasa hivi kidogo mna kachenchi kidogo, angalau mna vitu kidogo, lakini angalia, wanaokula matokeo ya bidii yako ni watu wengine wengine wamechukuliwa na wanawake wengine, bidii yao wengine, bidii yao imechukuliwa na wandugu wengine. Unajua yanokuta mwenzako yuko tayari sana kusaidia ndugu zao kuliko wewe, hata haangalii ile bidii yako ni nini, nini? bidii yako na wema wako umefunikwa Ulipofunikwa anayepanda, wanaofaidi ni watu wengine, wanaofaidi taabu yako ni watu wengine. Wewe umebakia hivyo hivyo. Ashukurue Mungu aliye hai. Leo tutamwambia Bwana afukue matendo yako na wema wako uliotenda. Acha Bwana afukue kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Mlango wa nne, mlango wa tatu, ngoja turudi mlango wa tatu, tatu. Alafu tutaelewana Angalia mlango wa tatu, soma mstari wa kumi na tano, soma mstari wa kumi na tano mpaka mwisho wa mlango uone kitu cha ajabu. Hamani alipopata nafasi, Hamani alipochukua nafasi ya Mordekai, wema wote wa Mordekai umefunikwa. Angalia kinachoendelea, mikakati anayopanga, huo matokeo mabaya yanaanzia hapo. Cheki anasemaje, anasoma katika jina la Yesu useme amina, eh Matar matarishi, matarishi. Wakaondoka wakaenda haraka kwa amri ya mfalme, wakapiga mbiu huko Shusheni ngomeni. Mfalme na Hamani wakaketi ili kunywa divai, bali mji wa Shusheni ukafadhaika. Mstari wa mlango wa nne, gusa tu kidogo hapo, ili tuunganishe taarifa. Basi Modekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, Modekai alipojua mambo yote yaliyofanyika kwamba waraka au nyaraka zimesambaa kwenye majimbo yote ya kwamba Wayahudi, wa uwawe Wayahudi wa uwawe, angalia kitu alichofanya alipopandishwa tucheo. Wema wa Modekai umefunikwa alipopandishwa tucheo, ikafika mahali akaweka mikakati ya kuua wayahudi wote. Nyaraka zimesambaa kwenye majimbo yote. Mordekai alipopata taarifa, akavaa magunia, akajipaka majivu, akaingia kwenye maombi. Mlango wa nne wote ni maombi ya Wayahudi, Mordekai, Esta na wayahudi wote. Mlango wa tano, mlango wa tano tutapata Esta anakwenda kujitokeza mbele ya mfalme akibeba akiomba kukutana na mfalme. Baada ya maombi Esther Mordekai hama mfalme, anamwambia haja yako ni nini? Anaomba kumletea weka kama sadaka. Alipojitokeza, anamwambia mfalme, mara ya pili, njoo tena kesho na Hamani katika chakula baada ya mla ehe, ikawa mfalme alipomwona malkia Esta amesimama uani, ehe, yeye akapata kibali machoni pake. Sawa, hayo mkononi, hayo mkononi. Sawa, basi Esta akakaribia akaigusa mcha ya fingu. Ehe, mfalme akamwambia malkia, akamuambia malkia Esta, mhm, wataka nini? Mhm, nayo ni haja gani ulio nayo? Ehe, utapewa hata nusu ya ufalme. Mhm. Esta akasema, mfalme akiona vema, ehe, aje leo Mfalme na Hamani kwenye karamu niliyomwandalia. Sawa? Basi mfalme akasema, "Muhimize Hamani ili ifanyike kama Esta alivyosema." Ehe. Hivyo mfalme na Hamani wakafika katika kunipa niombalo mm na kunifanyezia haja yangu. Ehe. Na aje tena mfalme na Hamani kwa kwenye... jina la Yesu. Leo tunawaleta hapa kwa jina la Yesu. Tutakutana mb ndio mnataka hapo. uh -huh. ya mali zake uh -huh. na wingi wa watoto wake. Sawa, nayo mambo yote pia ambayo mfano amemfanikisha katika hayo sawa. na jinsi alivyompandisha juu ya maakida na watumishi wa mfalme uh -huh. zaidi ya hayo uh -huh. amani. Na akasema naye Malkia Esta, huyu jamaa afanyiziwe mti wa mikono hamsini, hamsini urefu wake, na kesho asubuhi na kesho asubuhi useme na mfalme, alafu rudi tena kwa mfalme. Barua ziko mtaani, Wayahudi wanaenda kuuawa. Kilichobaki ni tarehe tu ya kuwawa, tayari matokeo tunayo. Mfalme ameshakaa na Hamani, wameshagonga cheazi, wameshakunywa karamu, imeshaliwa kilichobaki ni tarehe kumi na tatu ya umeshakula. Na Esta ametoka kwenye maombi tayari, ameshanialika na mtu ta wengine, wana sujudu Modekai hasujudu, akamwambia mke wako, akamwambia baba, nina mawa bzo ninajua ya kwamba umeinuliwa, tutamtengenezea mti wa mikono hamsu kaandaliwa. Mti ulipoandaliwa, subiria kinachotokea hapo chini. Sema amina, sema amina. Matokeo yanabadilika, sema amina. Leo matokeo yanabadilika, sema amina watu ambao wema wao umefunikwa, wema wako unafunuliwa. Sema amina. Kuna watu ambao bidii ya kazi yao imefunikwa. Maandiko nasema ya kwamba mkono mwenye bidii huelekea utajiri. Wamekuachia bidii, wamekuachia bidii, wameficha, wame mafanikio yako. Leo tunale malizia hapo chini ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na basi. Neno likampendeza Hamani akao. Hilo neno likampendeza Hamani. Hamani leo imekula kwako, sema amina. Imeisha mlango akaufanyiza mti akaufanyiza mti, ndio mlango umefungia hapo. Tupe habari mlango wa sita unaokuja. Hii habari nazipenda, hujai kuona, usikule mfalme hakupata usingizi, usikule. Wakati kikao kimekaa kwa amani, kikao cha mke wake, kikao cha marafiki wa mke wake, walipokaa mwenyekiti akiwa amani ba wakati wao wanafanya kikao asubuhi, aende kutimiza ya uwawe, maandiko nasema ya kwamba huko nyumbani kwa mfalme hakujalalika, mfalme hajalala, na mimi nakuombea leo, mfalme Yesu hatalala kwa ajili yako, wala hatasinzia kwa ajili yako. Angalia, wakati wao wanapanga mikakati hiyo o nyumbani kwa Hasuero hakujalalika, hakujalalika. Mfalme Mungu alimwamuru akeshe pamoja na Wayahudi. Hii naipenda, hujai kuona, nipe habari hizo na izipenda sana. Akaamuru aletewe kitabu cha, ya aletewe cha nini? Maandiko ya maandiko ya taarifa naye yakasomwa mbele ya mfalme, mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba, ndani ya hicho kitabu kimeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea ali wale watu waliotaka kumua wasimamizi wawili wa mfalme katika hao waliolinda mlango. Mfalme akauliza kwa ajili ya hayo alionifanyia weka, weka pozi kaka hapo, weka pozi, mguse rafiki yako bega, mwambie wema wako umesahauliwa. Leo no, Yesu anamku, Yesu anaukumbuka. Mguseguse basi bega kidogo, mguse bega, mwambie wema wako unakumbukwa na Bwana anauliza ya kwamba ni nini alichofanyiwa mtu huyu? Kitabu kikasomwa, bahati nzuri, taarifa matendo mema ya Modekai yalikuwa yameandikwa. Yalipoandikwa usiku, mfalme hakulala, alitaabika, akasema kitabu kiletwe, hicho kitabu kiletwe. Kilipoletwa kikasomwa, wakati wanasoma, pamoja na mengine yaliyoandikwa, yakagundulika ya Modekai, yalipogundulika Modekai Mfalme anauliza ni kitu gani alivyofanywa mtu huyo? Ni wema gani aliyofanywa mtu huyo? Soma tena hapo, waliomhudumu mfalme wakamwambia, wahudumu wa mfalme wakamwambiaje? Hakuna aliyefanyiziwa. Mfalme akasema, mfalme akasema. Yupo nani behewani pale, behewani yuko nani? Hamani anakuja akijua kule nyumbani matokeo tayari, matokeo tayari, mti umeshaandaliwa, kilichobaki ni kumwambia tu mfalme. Ngoja ngoja ngoja, sema amina, sema amina. Yani hizo taarifa zimejichanganya, imekaa vizuri. Hamani asubuhi anakuja, sema amina. Hamani asubuhi anakuja, wakati anakuja moyo wake umebeba, naenda kwa mfalme, Nita amwambia mfalme, kuna mtu ananitesa. Mtu huyu ana ananinyima raha, naomba tu kibali, mtu huyu nimmalize, kwa wazo la marafiki na mke wake. Sema ehe. Bwana asifiwe. Usiku mfalme hajalala, wakati asubuhi na mapema, oh, mfalme amemwita karani habari njema za Mordekai. Wakati anafika pale, mfalme anasema ni nani aliyeko pale behewani? Watumwa wakasema, wakati wa Mordekai yuko kwenye hivi. Umeshaingiaga kwenye ofisi ya mkubwa wewe, malia mwenzako, maa, umeshaingiaga kwenye ofisi ya mkubwa kuna kiti kinakaaga pale pembeni pale kwenye behewa alafu ukikuta kuna mtu anaongea na mkubwa unakaa kwenye foleni. Sema amina. Alafu kk kilu... ehe, yeah. Mfalme, mfalme akasema yuko nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme aseme na mfalme na e, ili aseme na mfalme wa ndugu tu. Bwana asifiwe Si mnakumbuka ni habari gani? anaenda kusema habari gani? naenda kusema, Bwana anabadilisha matokeo, Bwana anabadilisha matokeo. Ole wa mafundi wa kwa Hamani waliotengeneza ule mti wa msalaba wa kumtundika, hasara imekula kwenu. Sema amina. Kuja tumalizie ile andiko, alafu ni raha hujai kuona. Twende basi. Watumwa wa mfalme wakamwambia, tazama Hamani amesimama behewani. Mfalme akasema na ingie basi. Amani akaingia. Mfalme akamwambia afanyiziwe nini yule ambaye, mfalme, yule amani akasema moyoni mwake huyu ni, ni nani ambaye mfalme anampenda 12, 12. Hey. <laughs> Habari zimebadilika sema, sema amina, amina! Habari zimebadilika sema amina, twende, twende! <laughs> Hamani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme anapenda kumheshimu na, na aletewe mavazi ya kifalme, mavazi ya ya yale, amba, yale ambayo mfalme amezoea ya ya kuvaa akabiri ili makusudi avikwe yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, sawa, na kukaribisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mji ya mjini, sawa, na kupiga mbiu mbele yake kusema, ngoja hati unasema mwisho Hautavaa magunia milele. Niko hapa kutangaza hautavaa magunia milele. Kumbuka Modekai, wakati anafanyiwa mipango ya kuvalishwa, yeye bado amevaa nini? Magunia. Ngeukie mwenzako, mwambia hayo hayo yana mwisho. Ngeukie mwambia, yana mwisho. Bwana asifiwe. Cha ajabu nilichokiona, cha ajabu nilichokiona Emgya, tutafakari kidogo, sema amina. Mniruhusu tutafakari kidogo, hebu tuchukue ile picha ile filamu tuichukue, habari alizozibeba Mungu anabadilisha. Wapendwa, Mungu anabadilisha. Hamani alipokuja amebeba taarifa za kumua Modekai, mtu mti tayari umeshaandaliwa amina. Alipofika hakutazamia kama angekuta hayo kwa mfalme. Acha anatuwazia mema Mungu wetu, Mungu wetu anatuwazia mema, ghafla. Okay, wakati mfalme anasema afanyiwe nini yule mtu ambaye mfalme anampenda sana akasema, yule mtu ni nani? Hapo juzi tu, ni hapo juzi tu, ni mimi nimepata ofa kwa, kwa Malkia, nimepata ofa kwa mfalme, huyo ni mimi. Akapiga mahesabu nitapanda farasi wa pili wa mfalme majo, nitavikwa majoo ya kifalme, nitapitishwa mjini na watu wataniinamia, alafu amani wa ni mtu anayependa masifa sana geuk okay. Akapiga mahesabu nitapanda farasi wa pili wa mfalme majo, nitavikwa majoo ya kifalme, nitapitishwa mjini na watu wataniinamia, alafu amani wa ni mtu anayependa masifa sana geuke okay. Mwenzako akikunja usongome na musu

kamfanyie Modekai. Usipu enda kamfanyie hivyo, picha hiyo, embu tuichukue hivi. Alienda hajaenda? Alienda kabisa kabisa. Umesoma haya, tuchukue ameenda.